Kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuniwezesha mimi na wenzangu kuhudhuria mafunzo haya ya wasimamizi wa vituo vya kupigia kura, uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, uchaguzi utakaofanyika tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano. Uh, katika mafunzo yetu tumejifunza mambo mengi ikiwemo ni pamoja na kuzingatia watu wenye, wenye mahitaji maalum kupewa kipaumbele, wajawazito kwa kina mama wajawazito, walemavu, na pia kwa wenzetu wenye ulemavu wa macho, kuna vifaa vya kuweza kutumia kwa ajili ya utambuzi kwa mgombea wanayemtaka. Tunao wazee pia, watapata kipaumbele kwa ajili ya kupiga kura. Mafunzo niliyoyapata na wenzangu, wasimamizi wenzangu wa vituo yameniwezesha kwenda kufanya kazi kwa weledi na kwa ufasaha zaidi. Nimejipanga kikamilifu kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata kwa ajili ya kwenda kusimamia suala hili zima la upigaji kura, hasa upande ule wa wa wapigaji kura. Tutasimamia ipasavyo kama msimamizi msaidizi wa kituo hicho. Rai yangu tu ni kwamba tumejifunza mambo mengi, tunawaomba wananchi wajitokeze. Serikali imejipanga, utaratibu mzima umeshafanyika, na sisi kama wasimamizi tuko tayari kutekeleza jukumu hili la kitaifa ambalo litafanyika tarehe ishirini na tisa. Pia niombe kwa wenzetu ambao walikuwa huenda wana mashaka na uchaguzi wa mwaka huu, ni waombe waondokane na mashaka hayo. Serikali imejipanga kwa dhati kabisa kabisa kusimamia vitendo vyovyote vile ambavyo vitakuwa vinaonyesha athari za kuvunja amani.